Yes, boss. Nimekuuliza mwanzo, hakuna ulichonambia, nikarudia tena wahujasema kitu lakini tumeongea na Jackie. Jackie anasema wewe una changamoto na kazi, zetu hazitaki stress, hazitaki mtu ambaye hayuko sawa. Unajua kosa lako moja linaweza likagharimu ofisi, tukaonekana malofa. Kazi tunazofanya hizi sio kama tuko peke yetu, wako watu wengi wanataka kazi namna hii, chungu nzima, competition kubwa. Nakuuliza asubuhi, unasema mi nipo sawa tu bosi. Mbona nakuona upo sawa? E, nangachino we umesema, ujasema I'm sorry boss, lakini niliona haukuwa muda sahihi. Ulikaa unasubiri mpaka muda sahihi ndio useme kazi zetu zinataka fikra, moyo, maarifa, mchanganuo, weledi wa kufanya kazi. Mambo mengi yananikirihi, mi nakirihika, yaani unavyopangiwa kitu kimoja unafanya kitu kingine. So, mda wote nakawa naongea ongea, sijui kama mnakuwa mnanielewa ama. Sorry boss. Na hii sorry ndio iwe mara ya mwisho leo. Endelea kuna product zimekuwa retained, so nilikuwa naiandalia report yake mpaka jioni, nafikiri itakuwa tayari, ndio ilikuwa nirudi kwako boss. Haya, nimesikia mambo yenu ya kutaka likizo najua, lakini, mpili, tatu, ku, na nakumbuka, lakini tarehe kumi na mbili ilikawa Jumatatu 21 itakawa Ijumaa, Ijumaa njoo anarudi Jackie nani zeti Jackie, tena anarudi nani? Godwin na mwenzake nani na amadi njonyewe, mutaondoka mutapokea simu yangu. Tumerudi kazini, munajua tulikuwa tumeunganisha tume mwezi kwenye delay ya, ya container leo, delay ile tumeunganisha, ndio wateja wote wametaka product kwa muda mmoja. Sasa hapo hapo nani mtakalikizo? kwani mimi natoa hela? sitoa hela. Sahii, boss. Nenda mkaendelea mambo yako mengine. Asante boss. Kampuni inataka mambo ya jitihada. Jitihada ndizo zinotakiwa. Watu wengi wataka kazi minot... Siko sawa, tunahitaji likizo. Kwa nini, kuna tatizo yote hili <laughs> lakini mimi hujaniambia, yani nimeshangatwa tu, ananiita anaanza kuniuliza na sijui chochote. Kwa hiyo sasa umesemaje? <laughs> <laughs> Nimekubali, takajibuje? <laughs> <laughs> <laughs> Hapo sasa ndio, kiukweli sijamwelewa kwa sababu mm -hmm. Amesema kesho tutaingia likizo mm -hmm. lakini tukiona simu zake tunarudi ofisini kwa maana hiyo sasa, mm -hmm. na sisi hatutoona siku zake ndani ya wiki mbili <laughs> mm, bila kusahau ina surprise yako. surprise gani hiyo mm, wewe nawe surprise pia utaka kujua, na surprise yako una mm -hmm. <laughs> nataka nikutoe eh, au sio nzuri, ah ambayo hujawahi kwenda

Hamisi tu, vipi, utakuja? Of course, lazima nitakuja. Okay.

Mary, you see? Mm -hmm. It's like a mansion. Mm -hmm. This place is so amazing. Lakini atuja maweza ya kazi za bosi na atatupigia simu. Come on. Unaona unapinda masuala ya kazi muda wote. Bosi wako si unamjua? We here for enjoyment baby girl. A, hebu chananizo bali za kazi, na nikwambie tu, leo sitapokea simu ya mtu yoyote, na sio bosi tu, hata we Derrick, bwana kibonge, utapokea simu yake. Let's get into the rooms. Tarajia, hebu angalia kwanza mpangilio wa chumba, pazia, mahua, kitanda, yani ni 10 over 10. You know what, Mary? Pata nukia vizuri. Pata nukia vizuri sana, sana. Yani nina uwezo kukaa hapa hata mwezi mzima bila kulalamika. Sure, I'm telling you, mm. Yani silalamiki kabisa. <laughs> Sasa mpe inatosha. <laughs>

Hey baby, what's up? I got nothing to talk with you. Nataka tuongee tulisort hili. You are my love, you are my choice, unajua. Tunaongea nini sasa baby? Naomba tukae chini tuongee face to face. Okay, yani hata tuseme ndo nakupata sasa siku nzima, siku mbili, ehe. Uh-huh. Una nini cha kuniambia unafikiri? Unaona hii si kukuacha ni kitu kirahisi. Eh? Lakini tayari huko huko kwenye mahusiano naye, eh. Yani tunazungumza tuna nini sasa? Naomba tukae chini tuongee face to face, tulimalize. Kwa hiyo ehe, nisingeona ina maana. Ungenificha kwa muda gani baby? Tumegombana mara nyingi, leo sio mara ya kwanza au mara ya pili, na najua tukionana, we can sort this. Naomba tuonane, tuongee please, my love, please baby, ongea, si umetaka nikusikilize? Ongea. Mimi nafikiri haya yakuhusu. Ungeongea unachotaka unge, kuongea unge. Naomba nisamehe, mpenzi wangu, makosa yanajitokeza najua, na haikuwa haikuwa kusudi langu nikufanya vile. Ninategemea itakuwa sawa na... nisikilize, nikwambie dili. Mimi nadhani mimi naetusha mali sana, kwa sababu nimeshaona nilichotakiwa kuona na nimeshafanya maamuzi yangu, so ungeendelea tu na maisha yako haya huku, wewe hayakuhusu niko wapi, nafanya nini, hiyo sio shughuli yako. Ehe, hayakuhusu.

<laughs> you know exactly what I want. And right now I want to know your name before the water tires youa unamjua kupe, nitaganda hapa nikikushangaa mpaka mnaambia staupon Nice Duncan mwaka. Unfortunately, mm, sikupoa uweza kuogelea but mm -hmm. I have one talent ya kutambua vitu vizuri kama ulivyoemenga. Acha maneno mengi nditogele bwana. oh, thank you na enjoy kukuana

Nikusikilize. h nadhani na nini cha kuniambia. Usinilazimishe, usinilazimisha ni kublock tafadhali. Jaribu kuwa mwelewa. Jue, kuto kugawanya ah, kuto kugawanya Hisabati. Hisabati. Jue, kuto kugawanya Hisabati. Hisabati. Hisabati. Jue, kuto kugawanya, kujumulisha, kuzidisha